nye ziara ya chama inayoitwa no no reforms no election. Kama hakuna mabadiliko ya sheria hakuna uchaguzi. Kwa nini tumesema hivyo? Ukisoma ibara yetu ya nane ya katiba inasema, jamhuri ya muungano wa Tanzania ni nchi ambayo msingi wa mamlaka na madaraka yake ni wananchi. Halafu sehemu B inasema serikali itapata lengo la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi, sehemu si serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa serikali ipate mamlaka yake kutoka kwa wananchi. Wananchi ni nani? Ni nyie hapo. Lengo kuu la serikali ni ustawi wa watu. Tukisema ustawi, maana yake nini? Maana yake ni kwamba uwe na uwezo wa kulala pazuri kuishi pazuri, mtibiwe vizuri, msafiri vizuri, watoto wenu wasome vizuri. Kwa nini serikali imepewa lengo hilo na katiba? Ni kwa sababu rasilimali za nchi yetu zote zote. Hii ni nchi ya kwanza ya kuwa na mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, huko hapa kwenu, mlima Kilimanjaro. Hii ni nchi ambayo ina ziwa kubwa kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria, kule mimi nakotoka hii ni nchi ya tatu kwa kuwa na madini ya dhahabu mengi kuliko Saudi Afrika nzima na duniani. Hii ni nchi ambayo ina madini yanaitwa tanzanite hayapatikani kwingine kwa kote duniani isipokuwa hapa Tanzania. Hii ni nchi ambayo ina madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia na atomiki Tanzania hii ni nchi ambayo ina madini yanaitwa nikeli na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege yanatoka hapa kwetu kabanga kagera kule kwetu nani hii ni nchi ambayo ina mbuga kubwa za wanyama kuliko zote afrika mkoa wenu wa kilimanjaro una sikwea kilometa elfu kumi na tatu mbuga ya wanyama ya serengeti ina skwea kilometa elfu kumi na sita kwa hiyo mbuga ya wanyama ya serengeti ni kubwa kuliko mkoa wa kilimanjaro kwa hiyo rasilimali tulizo nazo hazifai sisi kuishi kimaskini namna hii na niye mnavyojiona walau niye mko mbele zaidi kuliko watu wengine wengi katika nchi hii hiye mnavyojiona mnajiona mko kwenye umaskini, lakini kuna watu maskini kuliko nyie kwenye nchi hii, kwa sababu tuna viongozi wa hovyo ambao wametufanya katikati ya utalii watu wetu waendelee kuishi kuwa maskini. Tumekataa hali hiyo, na Chadema tunataka tushirikiane na nyie kubadilisha hali hiyo kwa kuhakikisha kwanza tunapata uchaguzi huu ambaye ndiye mkichagua mbunge atakuwa sauti yenu, kwa sababu kazi ya mbunge ni kwenda kukusemea wewe, upate maji, upate barabara, upate shule nzuri. Kazi ya mbunge sio kwenda kuisemea serikali ning siokwenda kumsifia rais. Kazi ya mbunge ni kudifendi mwananchi, ndio maana ya mwananchi. Wewe Rombo kwenda bungeni, watalime kwenda bungeni, wadodoma kwenda bungeni, hakuna ukumbi wa kututosha wote kuingia. Mnachagua mtu mmoja kwa niaba yenu. Mimi nimekuwa mbunge, Dr Slaa amekuwa mbunge. Tumekuwa na bunge la wachinga kwa sababu bunge hili halitokani na kura za wananchi. Mmewasikia jana wabunge wakati wa hotuba ya wizara ya mambo ya ndani inasoma, ina ina ina ina ina bungeni, wabunge wanazungumza kuhusu rais. Hotuba ya mambo ya ndani imegeuzwa kuwa hotuba ya kumsifia rais na kumdifendi rais, Rais ambaye ana na majeshi, rais ambaye ana usalama wa taifa, rais ambaye ana kila chombo cha nchi. Inakuaje tena chombo cha wananchi ambacho ni bunge kigeuke tena kwa ajili ya kumdefendi rais? Hiyo mnaona ni sahihi kweli? Hiyo ni sahihi? Nahitaji mbunge azungumze kuhusu bei ya parachichi Nahitaji mbunge azungumze kuhusu bei ya ndizi. Nahitaji mbunge azungumze kuhusu barabara zenu za kutoa parachichi na shambani zifikishe kwenye soko. Nahitaji mbunge azungumze kuhusu madawa lakini wabunge wanajigeuza kuzungumza kuhusu rais, rais, rais. Rais akivaa kiremba kizuri cha rais, tunampongeza rais kwa kiremba. Rais akivaa viatu vizuri, tunampongeza rais kwa viatu vizuri. Rais akikohoa, tunashukuru rais ametuletea kikohozi. Mvua ikinyesha Rombo, tunashukuru mama ametuletea mvua. Sasa haya mambo hayakubaliki, watu wa Roma, na haya mambo yamefanyika hivi kwa sababu hatuna tume huru ya uchaguzi, kwa sababu wabunge na madiwani hawawajibiki wa kwenu, wanawajibika kwa serikali. Ndio maana Chadema tumesema ifanyike kwanza mabadiliko kwa ya sheria, ili tushindane kwenye uwanja unaolingana. Ndio mnasemaji, watu wa Roma?

imeunga mkono hoja ya chadema kwamba kufanyike kwanza mabadiliko kkt imeunga mkono kwamba tubadilishe kwanza sheria shura maimamu imeunga mkono kwamba tubadilishe kwanza sheria waliobaki wanapinga mabadiliko ya sheria ni ccm peke yako na vibaraka wanaoitwa chama walichoanzisha juzi wamekihonga fedha ndio wanaunga mkono tuende kwenye uchaguzi wa aina hiyo tunasemaje hatuwezi kwenda ni ambao ambao mamsela ambao. Sisi sisi ndio refari, sisi ndio wanaandaa mechi. you inawezekanaje know, mechi ya Simba na Yanga alafu refari awe haji Manara? hiyo mechi itakuwa <coughs> Wewe kama msela hiyo mechi itakuwa <coughs> Haliwezekani. Uongo kweli? sasa sisi, Chadema, najua watu warongo na mamsera, nyie ni watu wa Chadema. Uongo kweli? Sisi hatuogopi uchaguzi, hizi waogopi uchaguzi. Mimi siogopi uchaguzi. Nimekuwa diwani nikiwa mwanafunzi, nimekuwa mbunge nikiwa mdongo sana. Siogopi uchaguzi. Tunachotaka ni sheria iwe huru, tushindane. Huyu mama asimame hapa, i asimame hapa, ipime dakika tisini kwenye uwanja unaonekana. Unasemaje? Unasemaje? Nini? saa kumi na mbili atakuwa kwao, kamazimo kweli. Amekuja ameuza bandari zetu zote kwa Waarabu. Sisi watu milioni sitini na tatu hatuwezi kusimamia bandari zetu. Waarabu wako milioni tatu tu Dubai, wao wana akili kuliko sisi. Misitu yetu yote inayotoka hewa ya oksijeni wameichukua, wanaikabidhi kwa Waarabu, kwa Omani. Uwanja wa ndege wa Kilimanjaro kumekabiliwa kwa serikali ya Umani. Mwalimu Nyerere, kila kitu cha nchi kinaondoka kinapelekwa kwa wageni. Watoto wenu kawaza, tuwalipishe nini iwakose, mtawapa nini? Nchi inageuka kwa ya wachina na waarabu. Kwa hiyo tumekuja kwenu ndugu zangu, kuwaombeni kwa kwamba kuungeni mkono mola ya CHADEMA ya kwa nr sheria za uchaguzi zikifanyiwa sheria za uchaguzi mabadiliko, sisi tedema tutaingia kwenye uchaguzi asubuhi na kesho yake tutabadilisha nchi hii, tutafanya rasilimali zetu zitumike kuendeleza wabogo wetu. Inawezekanaje ndugu zangu, inawezekanaje? Nia mnalima tomato tunalima nyanya, wengo kweli, sisi tunalima tuna miti hapa, inawezekanaje mzee wangu ama zinatoka China wakati miti iko hapa, watoto watapata ha wa watoto wenu yeah? Kama mnachukua fedha hapa, mnanunua nanunua, zinatoka China, mnachukua mnachukua Mamsera, mnazipeleka China kutengeneza. Nachukua kabisa, nachukua fedha Mamsera, nazipeleka China kutengeneza. Inakuwaje? Mwalimu Nyerere alijenga kiwanda cha General Tyres hapa Arusha, kinatengeneza tairi za magari, kweli? Leo tuna bodaboda <laughs> boda <laughs> kila kitongoji odepode kisha hapa Mamsera fezi inatoka Mamsera inakwenda chini kwa juu kuagi